Nanaganyana usikubali kuwekwa wewe na mkiristo kuwa ni adui yako. Wakati hapa msikitini tulipo, kuna watu bibi zao ni, ni wa Kristo na wao ni Waislamu. Kuna watu mama zao ni, ni wa Kristo wao ni Waislamu. Kuna watu mabinti zao hapa wameoa, wameolewa na watoto wa Kikristo. Kuna watu hapa mabinti alikuwa Muslim, Muislamu lakini mama yake Mkristo. Yani, tunaelekezwa tuane, ni nani anayekukika kikombe hichi cha kwamba yeye Muislamu katika familia yake amikosa Mkristo nani nani? na kwa muumini gani huo tulionao? Tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Turudini kwa Mungu na tuwe ni waja wenye kutafakari, sio watu wenye kufuata TikTok inasema nini. Tusiongozwe na TikTok Waislamu, tumeongozwa na Qurani na Sunna ya Rasulillah, ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ataraktum imrain, nimekuachiani vitu viwili kitabullah